Tumejitahidi kujenga masoko makubwa na madogo tumejenga masoko makubwa kama la Mwanakwerekwe, la Jumbi, la Chuini. Tunaendelea karibu Mombasa, tutafungua soko jingine, na nishakwenda Kibanda Maita, nishawaambia mchoro na fedha zipo. Baada ya kumaliza tu uchaguzi, tutaanza Kibanda Maita. Lakini hayo ni makubwa, yapo na madogo katika halmashauri zetu. Lengo letu ni kufanya mazingira ya kufanya biashara yawe mazuri. Wako wazungumzaji leo hapa waliosema tatizo lao ni maeneo ya kufanya biashara. Tunatambua kwamba bado kuna uhaba wa maeneo ya kufanya biashara, na hiyo ndio kazi ya awamu inayokuja sasa. Tutahakikisha tunatengeneza maeneo mengi zaidi, ili kila mmoja wetu apate maeneo ya kufanya biashara yake vizuri zaidi kuliko ilivyo sasa. Oktoba tunatiki.